Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, dhamira kubwa ya serikali ya awamu ya sita ni kuhakikisha inatatua matatizo ya watu pamoja na kupeleka maendeleo ya watu kwa ajili ya watu wenyewe. Yaani ingelikuwa kwa lugha za kigeni, is aiming to make sure wanapeleka maendeleo ambayo itakuwa for the people by the people and of the people katika kufanya kampeni hii, Mheshimiwa waziri wa Wizara ya Katiba na Sheria, Mheshimiwa Dkt. Ndumbaro Damas, yeye pamoja na wizara yote kwa ujumla, ndio hasa ambao wataendesha kampeni hii kwa kushirikiana na management yote ya mkoa wa Dar es Salaam, na hapa tupo na B. Esther Msambazi ambaye ni mkurugenzi wa huduma za msaada wa kisheria katika hii wizara ya Katiba na Sheria. Napenda awali ya yote tumshukuru sana Mheshimiwa rais kwa kuona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuendeleza adhima ya serikali anayoiongoza serikali ya awamu ya sita katika kuhakikisha viongozi wote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunajikita katika kutatua migogoro hiyo, na katika kufanya hivyo Mheshimiwa rais Dokta Samia Suluhu Hassan imekuwa ndio tamko lake katika mikoa yote na hasa pia katika wizara zote. Na kwa kufanya hivyo, sisi wakuu wa mikoa tumepewa wataalamu ambao pia watatusaidia bega kwa bega kuhakikisha mambo kadhaa yanakuwa solved katika taifa. Na hapa kulia kwangu nipo na Dokta Nguvila ambaye yeye ni katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye anaisaidia kwa dhati ofisi ya mkuu wa mkoa katika kuhakikisha kampeni hii ya Mama Samia Legal Aid Campaign inafanikiwa chini ya Wizara ya Katiba na Sheria. Kama nilivyosema awali, jambo kubwa ni msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Hii ndiyo kaulimbiu kubwa ya kampeni hii ambayo itaanza kama nilivyosema Izindua tarehe 16 lakini itakwenda kwa siku karibu tisa baadaye. Wizara ya katiba na sheria kwa ushirikiano wa ofisi ya mkuu wa mkoa kama nilivyosema sema, inapenda sasa kuwa taarifu wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kuhusu uzinduzi rasmi wa kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Uzinduzi huu utafanyika siku ya Jumatatu tarehe 16 Juni 2025 Saa mbili na asubuhi, wananchi wao wamefika kwenye eneo hilo katika viwanja vya Maturubai Mbagala, wilaya ya Temeke. Kama nilivyosema kwamba saa mbili mgeni rasmi anatarajiwa kuwa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa Majaliwa mbunge, na wananchi wote kwa maana ya saa mbili Mheshimiwa Waziri Mkuu atakuwa tayari kwenye maeneo hayo lengo kuu la kampeni hii ni kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wote, lakini kama mnavyofahamu, kwa nini jambo hili liko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria? Nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya katiba na nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria, na kama mnavyofahamu kwamba kila jambo unapotaka kulifanyia utatuzi moja, linapaswa kuwe na weredi wa kitaaluma, namna ya kuweza kudiri na tatizo lililopo, na kwa mantiki hiyo jopo la wataalamu wa kisheria kwa kusaidiana wataalamu wengine watakuwepo Mbagala katika viwanja vya Maturubai ili kuweza kuwasaidia Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuweza kupata masuluhu ya migogoro ama kupokwa haki mahali ambapo hapana usawa ili kuweza kurejesha amani na mwisho kupata maendeleo. Ndugu waandishi wa habari, kama nilivyokusha sema hapo awali kwamba lengo kuu la kampeni hii ni kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wote nchini ikiwemo makundi maalum kama vile wanawake, watoto na waathirika wa ukatili wa kijinsia. Mnafahamu kwamba katika nchi yetu ya Tanzania moja ya mikoa pia ambayo takwimu zinaonyesha kuna ukatili wa kijinsia ni pamoja na Dar es Salaam. Kwa hiyo kampeni hii muhimu chini ya Wizara ya Katiba na Sheria ambayo inagharamiwa na Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kwamba watu waweze kufika ili waweze kupatiwa kile ambacho kimekusudiwa. Kampeni hii baada ya kuzinduliwa kwa tarehe kumi na sita itatekelezwa kwa siku tisa mfululizo kuanzia tarehe kumi na saba sasa hadi tarehe ishirini na tano ya mwezi Juni. Najua wengine wanaweza akauliza swali baada ya kuzindua Je, yes, siku hiyo tukitaka kupata sasa ufafanuzi wa masuala kadhaa inawezekana? Naweza nikakiri kwamba inawezekana, na ndiyo maana tunasema ni siku tisa baadaye, bila kuihesabu siku ya uzinduzi, lakini kwa kuhesabu na siku ya uzinduzi ni siku kumi mfululizo, na kwa mantiki katika halmashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam kupitia kata na mitaa yetu wa namna ya kusikiliza kero na kutatua migogoro chini ya kampeni hii muhimu. Ndugu waandishi wa habari, utekelezaji wa kampeni hii ya msaada ya masamia wa kisheria ya Mama Samia unajumuisha utoaji wa huduma zifuatazo: moja, kutoa elimu kwa wananchi kuhusu haki za binadamu na utawala bora, mirathi, ndoa, ardhi, haki miliki, mali na utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Hapa mnaweza mkaniuliza, Dar es Salaam tumekuwa pia, tuna experience tuna tajiriba ya masuala ya migogoro mingi ambayo ipo katika mkoa wetu. Moja ni migogoro inayojikita katika masuala ya mitafaruku ya kindoa, kwenye ndoa, baba na mama, familia wa upande mmoja au vinginevyo, inaweza kuibua misigano na mwisho wa siku kuto kupelekea weredi na ufahamu wa kisheria katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mirathi inasumbua sana na ndio maana siku hizi tuna aswa kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha tunaweka wosia unasajiliwa wosia wetu, ili mwisho wa siku sasa kuepusha baadhi ya migogoro sasa. Nini zaidi kuhusu taaluma ya mirathi na utatuzi wa ya migogoro yake? Fika tarehe kumi na sita ya mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano viwanja vya Maturubai Mbagala, uweze kupata taaluma na mwisho suluhisho la yale yanayokukabili, lakini zaidi pia migogoro ya ardhi tunaona sehemu mbalimbali, watu wanakwenda kwenye maeneo wanapima maeneo ya watu hata bila vibali vya kufanya namna hiyo, wanatoa mpaka hati, lakini kuna mahali unakuta kuna contradiction ya kisheria hati inatolewa juu ya hati. Je, nini hiki kinachopelekea mambo haya yawepo? Fika tarehe kumi na sita. Wakati fulani pia kununua maeneo ya squatter na kuambiwa kwamba eneo hili na mtu mwingine, migogoro mingi naibuka na mwisho wa siku kusababisha uvunjifu wa haki na uvunjifu wa amani. Lakini zaidi pia, hapa Dar es Salaam pamekuwa pia pana migogoro mikubwa inayosababishwa na utaperi tu. Leo ukienda kwenye showrooms za magari nyingi, unakutana na migogoro ya watu kuuziwa magari yanayosemekana labda yana kilomita nyingi au kilomita chache, lakini kumbe ukienda in detail kuhusu gari hilo, hali haiko hivyo. Lakini pia ukienda zaidi, unakuta gari limeibwa mahali fulani, linakuja kuuzwa huku bila wewe kujua. Sasa fika tarehe kumi na sita kutakuwa kuna jopo la wataalamu wanaojihusisha na masuala mbalimbali ya sheria za kimataifa, sheria za kibiashara, pamoja na sheria zinginezo nyingi ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufanya maamuzi ambayo yanaweza kuto kupelekea kwenye hasara au kwenye migogoro. Lakini jambo la pili pia ni kwamba ni kutoa ushauri wa kisheria na ushauri na si kuhusu waathirika wa ukatili wa kijinsia nyiwe mnafahamu Dar es Salaam pia kuna vitabia vya baadhi ya watu kulawiti watoto wadogo au hata watu wazima. Kuna hiyo tabia kubwa, lakini zaidi pia kuna watu wengine, akina mama kunyanyaswa au hata akina baba kunyanyaswa. Sasa fika, uweze kupata ushauri, uweze kupata counseling ya namna gani tunaweza tukaenda kutatua migogoro hiyo, ili mwisho wa siku uweze kuijenga jamii ambayo ni pana, ni nzuri, ambayo imejaa weledi mkubwa wa kitaaluma katika sheria. Tatu ni huduma ya usajili wa vyeti vya kuzaliwa kupitia RITA. Nyie mnafahamu kwamba taifa letu, ili uwe mkazi wa Tanzania kuna vitu vingi ambavyo tunaviangalia na jambo mojawapo, tunaweza tukasema wewe ni mkazi wa kuzaliwa wa Tanzania, ni raia wa Tanzania kwa ukazi umezaliwa. Sasa nataka tujue citizenship yako. Je, una cheti? Na kama huna cheti, nini kiweze kufanyika? Je, nana pata cheti, mtoto anayezaliwa kwa siku moja, au mtu mzima fika tarehe kumi na sita uweze kupata msaada huu mkubwa wa kisheria. Ndugu waandishi wa habari, nitoe rai kwa wananchi wote kujitokeza kwa wingi katika shughuli hii za uzinduzi na kupata huduma za msaada wa kisheria wakati wa utekelezaji wa kampeni katika maeneo ambayo huduma hizi zitatolewa. Kama ambavyo nimesema, itakuwa ni rotation kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine, lakini zaidi pia itakuwa ni mtaa, itakuwa ni kata, ili wananchi basi waweze kupata zile huduma ambazo zimekusudiwa. Na taarifa hii sasa, kwamba tarehe kumi na saba tutakuwa wapi, kumi na nane wapi, itatolewa tarehe kumi na sita ya mwezi wa sita elfu mbili ishirini na tano kwenye viwanja vya Maturubai pale Mbagala. Kwa hiyo kwa mtu yoyote mwenye swali leo anakuwa wapi, njoo tarehe kumi na sita utasikia kesho tutakuwa wapi. Ukifika tarehe hiyo kila jambo litakuwa limekwenda vizuri. Nitoe rai kwa wale wana Dar es Salaam wote wanaokuja kwa ajili ya kupata suluhu la mambo haya wahakikishe wanakuja na nyaraka zote za msingi ambazo zitasaidia jopo la wataalamu kuweza kushauri, kuweza kutatua ama kuweza kufanya jambo jingine ambalo litakuwa kwa mujibu wa kisheria. Maneno matupu kama mnavyofahamu, huwa hayawezi kusaidia. Kwa ni evidensi ya kutosha tunapotatua migogoro ya na namna hii. Njoo na nyaraka unazodhani wewe ni mmiliki wa ardhi, wewe ni mwanandoa, wewe huyu ni mwanao, huyu kweli umemzaa, umemzalia Mwananyamara, anahitaji cheti cha kuzaliwa au vinginevyo. Njoo na ushahidi wa kinyaraka ambao utasaidia kufungua ukurasa mzuri wa namna kukusaidia kuweza kutatua migogoro ulioileta mbele ya wataalamu ofisi ya mkuu wa mkoa na wataalamu wake wote, wizara ya ardhi wataalamu wote, mambo ya afya, upande wa elimu wote, tutaungana na Wizara ya Katiba na Sheria chini ya Mheshimiwa Dkt Ndumbaro na chini ya wataalamu wake akiwemo katibu mkuu wa wizara hii, ndugu yetu Masu Eriakim pamoja na wataalamu wote, na ofisi ya mkuu wa mkoa wataalamu wote wataongozwa na katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam, tutakuwa hapo ili kuhakikisha chochote unachokizungumza uwe umeonewa na ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya afisa mtendaji, ofisi ya kibiashara, njo useme jambo lako bila kuogopa. Aidha, tutaambatana pia na madawati maalum kutoka kwenye vyombo vya dola kama vile polisi, watakuwepo nao ili kama kuna jambo linahitaji ufafanuzi kutoka kwao, basi italazimika wao waweze kuwa na kauli nzuri kwa wataalamu ambao mwisho tutapata masuluhisho ambayo yatatusaidia kufikia kufikia kwenye hatima yetu.